Yeah. Yeah. Bwana Yesu asifiwe yeah. Leo ni siku yetu ya tatu ya pasaka yetu, kama somo letu linavyosema, somo ni Pasaka. Kwa hiyo ni siku ya tatu ya semina ya Pasaka, kufunua kinywa chake, anasema alifanana na kondoo kwa yule anayemkata manyoya. Bwana Yesu asifiwe nadhani wote mnajua wale kondoo wa sufu wale ambao ile sufu inayotengenezwa makoti, mnajua ya kwamba kuna wakati wanaenda kunyolewa. Sasa wale kondoo ni wapole, wakati wa kunyolewa wametulia. Haleluya, haleluya. Sasa mguse mkristo wa leo, mpige kofi uone. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kutoa mfano mmoja hapa nikasema, ya kwamba kama, sijui nilikuwa ni lini, lakini nakumbuka niliongea hapa nikasema, ya kwamba kule nyumbani kwetu kule Mwanza, mama mmoja alikuwa ameokoka, anakiri amekombolewa, lakini wagombana na mama mwenzake ambaye hajaokoka. Sasa pale walipokuwa, lami imekatiza imewatenganisha yule mama yuko ng'ambo ile, na yeye alikuwa mlokola, alikuwa ng'ambo hii, wakaanza kurushiana maneno. Haleluya, haleluya. Mtu aliyekombolewa, mtu aliyeokoka, aliyekombolewa lazima awe mfano wa kuigwa, lazima awe mpole. Kwa nini? Kwa sababu bwana wake ndiye mwalimu wake. Sisi tunafuata kwa nani? Kwa Yesu. Hatufuati kwa watu. Wakaanza kurushiana maneno, yule mama akamwambia, mama mlokole yule aliyeokoka, akamwambia yule mama ng'ambo ya pili, naona unataka kunichezea kwa sababu umeona mimi ni mlokole. Sasa ngoja nikuonyeshe, namwacha Yesu hapa, halafu nikuonyeshe. Akamwacha Yesu ng'ambo, akavuka kwenda kupigana. Hajafika katikati, gari ikapita, pa kapasua. Yesu alimwacha wapi? Kwa hiyo wameenda na nani? Umemfanya Yesu kuwa koti eh? Unavua, unatundika unavyojisikia. Na ndio maana mtu aliyeokoka anatakiwa kuwa na tahadhari kwa masaa yote, kwa sababu hujui namna adui yako anavyokuotea. Saa zote unatakiwa kuwa makini Mwalimu wetu ni Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba yeye alinyenyekea, na anasema kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya kumi na moja ishirini na nane anasema ya kwamba, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanyaje? Nitawapumzisha. Pointi yangu anasema ya kwamba, jitieni nira yangu jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Hapo anasema ndipo mtakapopata raha nafsini. Lazima ujue mwalimu wako ni Yesu Kristo. Yeye alipigwa akasulubiwa Ijumaa kama ya leo, lakini alinyenyekea. Haleluya, akawa mpole, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wafilipi sura ya pili ukisoma mstari wake kuanzia wa tano na nadhani nasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Anasema aliacha enzi, akaacha utukufu, akatwaa namna ya mtumwa. Biblia inasema ya kwamba tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam mauti ya msalaba. Hapo ndipo tunaona Biblia inasema ya kwamba Mungu akamkirimia jina lipitalo kila jina, lakini baada tu ya kuonekana ya kwamba anafaa kunyenyekea na kukufundisha wewe na mimi kuwa mnyenyekevu. Sasa wewe unasema umeokoka, alafu unagombana na jirani Alafu namfungia kanga kiunoni, naona unataka unataka una kunipanda kichwani. Sasa unataka nani ya kupande kichwani? Sabu wewe ndiye uliyeokoka, we ndio unayefaa kupandwa kichwani, kwa sababu ukipandwa kichwani unamwonyesha namna walokole wanavyoishi. Kwa sababu Yesu wetu ambaye ni Pasaka, yeye alinyenyekea akawa mtii. Wewe ni wa ndio, samahani, pole, yeah, ndivyo ilivyo. We watu wamecheka, wanasema subutu. <laughs> Haleluya, hivyo ndivyo tulivyo. Nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni moja, nimewahi asubuhi, nikaingia ndani kwenye ofisi ya bosi wangu, alikuwa na Biblia na Korani. Nilikuwa napenda nikiingia asubuhi naanza kusoma, nasoma Korani na Biblia. Sasa nimewahi nimefungua ofisi nikaingia kule ndani, ile ofisi ina mlango top kabisa. Sasa pale kuna uwazi pale pale, kwa, kwa, kwa, kwa nyuma kuna mapokezi pale na, na kaunta. Sasa wamekuja wafanyakazi wenzangu, bwana wale ngoja waanze kunichambua sasa, wasijue kama mimi niko hapa. Wakaanza kunisema wakaanza kunisema wakaanza kunisema. Sasa bahati nzuri nimeshikilia nini Biblia, ndo nasoma inasomeka sasa kwa hiyo unaiva ndani kwa ndani. Mungu nini, Mungu anakuambia tulia kama ulivyo. Walivyomaliza kuongea, walikuwa watatu, walivyomaliza kuongea nikatoka kule ofisini, amba jamani, mbarikiwe sana, Mungu awabariki sana, asante, habari za asubuhi, mnaendeleaje? Safi, nikatoka nje, huyo nikacha amenyamaza. Imefika kama jira ya saa sita hivi, kijana mmoja alikuwa driver akanifata akaniambia, wewe unaweza ukaua mtu bila kujua. Nikamuuliza kivi, hawa watu huku wanajikanyaga, waanzeje kuomba msamaha? Hawawezi. Kumbe kumwacha mtu bila madhara nako ni faida. Haleluya, haleluya. Ni kwa nini? Kwa sababu Yesu wakati anaenda kusulubiwa, akifanyika Pasaka, alinyenyekea. Lazima na sisi tujifunze kwake kunyenyekea, ili kusudi tuishi naye ndani, maana yeye hapendi watu ambao wana hasira ambazo haziwezi kustahimilika. Hawezi kuwa nao. Lazima ujue kuona staha, ujue kujifunga. Haleluya. Ah, nikawasalimia, sikuwa na ugomvi nao. Halafu nikaondoka nimetoka, nikamwambia Mungu sasa nisaidie kuondoa hili kovu huku ndani, niwe salama. Najua mwenzenu nilipata bahati. Haleluya, haleluya, mwenzenu nilipata bahati. Kwa sababu hiyo nayo ni neema. Unasikia mtu anakusema vibaya halafu na nyamazi Haleluya! niliwahi kubebeshwa kesi ya uzinzi, alafu mbaya zaidi ninayebebeshwa naye amemfuata mke wangu, anaenda kumwambia, naomba unipe mmeo mara moja tu, masaa mawili. Alafu mke wangu anakata mboga mboga na kisu mkononi na tumbo liko hivi. Sasa nimetoka nimeenda Kitunda kwa dadangu tunapiga stori, ilikuwa majira ya saa nane mchana. Wakati tunapiga stori, Mungu akanihamisha katika roho. Wao wametoka ile saa nane wamekaa kibarazani, wanaongea. Mungu akanichukua kutoka Kitunda mpaka pale walipo, nikafika nikasimama. Dada ananiongelesha namsikia, lakini siwezi kumjibu, sipo. Kwa hiyo mimi niko kule kwenye kikao, kijana mmoja akainuka Niwambie kitu we, yani kwa macho yangu nimemwona mtumishi na yule yule binti, sitamtaja jina, kwenye ofisi ya bosi kabisa live, live kabisa. Mimi nipo kwenye kikao, hawanioni, wote hawanioni. Mwingine akadakia, kweli eh, ni mwenyewe. Nimeanza kuona mashaka kwa sababu namwona huyu binti anavyomfuata. Mwingine akadakia, wote wako pale, wamekusanyana Wakanichekecha, wakaongea, wakayamaliza. Yule binti akaja pale, amesikia wana jadili kwamba mimi na yeye tumekutwa. Sio kwamba tunaonekanaonekana, tumekutwa, na aliyetukuta anashuhudia. Binti asikataa, namwambia, kwani mnaonaje? Kwanza mimi mwenyewe nampendaga siku nyingi tu <laughs> na mengine mabaya siwezi kuyaongea. Akaongea mabaya ambayo aliyafanya siwezi kuongea. Kwa hiyo yeye mwenyewe anathibitisha kwamba hujaona vibaya, na kwenye kikao nipo. Sasa dada akaanza kunipiga piga, kaka kaka, kakakaka, ndo narudi sasa. Niambia, dada vipi? Asema, kwani ulikuwa umelala? Mbona ulikuwa unaniangalia? Afu jibu ilikuwaje? Nikamwambia nilikuwa kwenye kikao kidogo. Haleluya, haleluya! Kama roho wa Mungu anakaa ndani, hakuna litakalokuwa siri. Ni Biblia ndio imesema yote, kwako kwa yatafunuliwa, hakuna watakaoongea sirini usiyapate. Sasa bwana, jioni saa nne za usiku ndo nikarudi mwenyewe nyumbani. Nivyorudi nikaingia ndani, sikuonana hata na mtu mmoja asubuhi. Nikatafuta mtu ambaye ana busara kidogo, kulikuwa na kijana mmoja, nikamfuata Nikamwambia, bwana, jana ilipofika saa nane mlienda pale, ehe, fulani akaanzisha mada kwamba mimi na yule binti ametukuta tulikuwa wapi. Tulikuwa kwenye ofisi ya mzee, tulikuwa na ya kwetu. Akasema, wewe, kuna mtu kakwambia wewe, we, we. kwa sababu alikuwepo kwenye kikao. Sasa yeye yeah, alikuwa mjanja, ndio maana nilimfuata. Akuchangia hata neno moja, yeye yeah, alikuwa tu hmm, anainama Mm -hmm. Kumbe ndo anajiokoa nafsi yake. Nikamwambia ila nimewasamehe, kawambie nimewasamehe wote, sina hira na mtu moyoni mwangu, nenda kawambia hivyo. Ah, we unadhani kusamehe mchezo? Akajifanya we, kawambie mwenyewe. Akapita hivi hivi, nikamwona tu mmoja anamwendea mwingine naona tu watu wananipita hivi. Ukienda kukutana mtu, mtu anapita hivi. Baadaye mtu mmoja akaniambia, ebu wafungue hawa watu. Nikamwambia, kuna nini? fulani kawaambia hivi, umejua kila kilichokuwa kinaendelea jana, maana yake wamesalitiana, wamekwambia, kwa sababu sote tulikuwa tunaongea, hakuna mtu, ebu wafungue Mnataka niwafungue? Waambie warudi pale walipokuwa jana. Wote wakaitana na yule binti akiwepo. Walipofika, nikamwambia, mnataka niwafungue? Cha kwanza muelewe sina hira na nyie kabisa kutoka ndani, kwa sababu bahati nzuri mnayemuongelea amekwisha kumfuata mke wangu. Sasa haya maneno yakisikia tena kutoka hapa yakamwendea, si ataamini ya kwamba ni kweli? Sasa wewe ambaye ulianzisha, simama. Waambie watu ulitukuta wapi wewe. Mi nilikuwa nanogesha story tu. Wewe vipi wewe? Mimi si mtumishi mimi, nikusingizia hivyo? Wewe nilikuwa nanogesha story tu, sijawakuta hata kidogo. Ujinga wako, kwa nini walinisikiliza? Hey, nikamwambia sasa, kama ni mtu mgeni alikuwepo, afu akaondoka, hajasikia kama ulikuwa unanogesha story, halafu nikakutana naye ninahubiri, atasemaje? hatajijua mwenyewe. Bwana, mimi nilikuwa nanogesha tu mtumishi, wala mimi na we tunaamani kabisa, sina shida na we kabisa. Unajua we ni kama kakangu, maana hata kazini walimkataa, mimi ndo nilimtetea, nikamweka haleluya. Nikamwambia haya mamangu, tulikutwa na we na we ulithibitisha hapo ya kwamba ni kweli, tena unanipendeka siku nyewe. Ah, kwani uongo mimi sinakupenda, lakini hatujakutwa Sasa wale ambao walikuwa wamelibeba ndio likaanza sasa kuwa la waswahili. Kila mmoja sasa aanzie wapi? Ninafundisha nasema ni kunyenyekea maana Pasaka wetu alinyenyekea. Haleluya. Lazima ujue kunyenyekea hata kama unasemwa vibaya. Angekuwa mwingine ingekuwaje?